Darasa la kwanza na pili mpaka namaliza la saba hakuna mzazi yote ambaye asha kuniambia kwamba wewe mtoto upo moja mbili tatu, hakuna mtoto, hakuna mzazi yote ambaye ashakunifungukia. Mama yangu alikuwa anajua, lakini hajawahi kuniambia moja kwa moja. Ndio maana kuna siku wakati nilikuwa darasa la 5 alijaribu kutupeleka hospitali moja hivi kule Iringa, inaitwa Nyabula. Baada ya kutupeleka kule, lakini matokeo yake hayakutoka moja kwa moja na baada zo ya kutoka wako hakufanya jitihada zozote zile. Wewe uligundua kwamba una tofauti uko na umri gani? Mi nimegundua toka naanza form one kwamba hii hii hali hapa, yeah, kwa sababu toka kitoka to, kipindi nakuwa kuna story ambazo nilikuwa nasikia, nilikuwa nasikia mtaani kwamba hapa na jinsi mbele <mimu> afu nami nikilete nikijiangalia naju- nagundua kabisa mi wananizungumzia moja kwa moja. Mimi ilikuwa naniumiza na ni lakini nilikuwa sina namna na mii mwenyewe nilikuwa sina ujasiri kwenda kumfungia mzazi moja kwa moja kwamba mzazi, kwa nini nimezaliwa hivi? Ulishawahi kufika pale na kuchunguzwa zaidi kujua kwamba wewe ni uko upande gani na nini kinaweza kukufanyika? Yes, nilijaribu kufika lakini hawakunipatia majibu ya moja kwa moja. Sina taarifa kamili ambayo inanithibitisha moja kwa moja kwamba mimi ni nipo upande gani. Asiekua kwenye jamii natambua mimi ni, ni mwanamke lakini mimi sio mwanamke mimi ni mtu mwenye jinsia hiyo ni changamoto gani sasa ulipitia zaidi ya shuleni na mtaani? Nilipitia wakati mgumu kidogo wakati nipo shule, kwa sababu kuna baadhi ya kuna baadhi ya story ambazo zilikuwa zinatoka, wananizungumzia, lakini mimi kutokana na hali yangu nilikuwa najaribu kuzikanseli, kupoteza nini, ushaidi kwa changamoto sana, na changamoto zote nilikuwa nazikana. Ni maarifa, unajua Mungu akishakupa, anakuambia Mungu akikupatia kilema anakupa na mwendo wake. Nimejaribu kujizuia, nimejaribu kufanya yote, ni siweze kugundulika kwa sababu ningegundulika mapema ingeniletea ingeniharibu pia hata kisaikolojia mimi mwenyewe yaani ningeishi kwa mashaka sana. Unajua watu, watu, watu wengi wakijua afu hakuna elimu yote ambayo anatolewa kwa wakati huo ingekuwa changamoto sana. Unaiambiaje jamii kwa zile baadhi ya changamoto ambazo ulizipitia huko nyuma wakati ukiwa unasoma na ukawa unapambana kujitetea? Watu wenye jinsia tata ni wengi sana ambao wanazaliwa na sio Tanzania tu mpaka nchi ya mipaka ya Tanzania, watu wengi sana ila bado hatujapata mtetezi rasmi, au bado hatujaweka kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano kwamba inatakiwa, kwa sababu kwenye katiba watu ambao wanajulikana ni watu wawili tu ni me na ke. Tunapendekeza moja kwa moja tuweze kuweka kwenye sheria, kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano ili na sisi tuweze kutambulika, ili tuweze kupewa mahitaji kama wanavyopewa watu wengine. Wewe umesema wazazi wako hawakukwambia mpaka wameondoka duniani Unawambiaje wazazi wanapopata watoto wa dizaini hiyo, wafanye wa nini? Mi ningependekeza kwanza madaktari wapatie wa, wa, wa taarifa mapema, ili mzazi aweze kuchukua hatua mapema mm, ili akishachukua hatua mapema ajua kabisa mi mtoto wangu namlea kwenye njia ipi, ili asij akapitia changamoto kama nilizozipitia mimi afikamletea wakati mgumu. Na katika shughuli zako za sasa, malengo yako yanafikia ama una kitu gani zaidi ambacho unapenda yaani unakipenda ambacho haujaweza kufikia, mtu labda angeweza akakusaidia na ukaweza kufika mbali. Tunapata kila ambacho akiwezi kutimiza malengo yako, tunajaribu kutafuta njia nyingine, ili uweze kupata angalau i mwisho siku, na nawe uweze kupata uhuru wa kifedha, manake uhuru wa kifedha wewe unakupeleka popote na unaweza ukafanya kitu chochote. Ila na mimi lengo langu kubwa ni ufugaji nimechagua wafugaji kwa sababu kwanza, ipo ndani ya moyo wangu mimi. Toka toka hizo nasoma, nilikuwa nafuga, kwa hiyo najua faida na saa ambazo natoka kwenye ufugaji.